Huo umoja ili kuhakikisha kwamba sekta yetu inakuwa na inakuwa na tuwe uh, na sura nzuri, kwa sababu sisi tukishakuwa tu, wananchi wakishatuamini sisi, ina maana sisi kazi zetu zitakuwa rahisi na tutapata kazi kwa wingi zaidi, kwa sababu mtu hata, ataona hana sababu ya kuweza kuangaika kuenda kutafuta labda kiwanja kutafuta nyumba, anajua kuna mtu namwamini, kuna watu ambao wanawaamini mimi na serikali inawaamini kwa hiyo tunaweza tukafanya kazi vizuri na tukahakikisha mchango wa sekta ya milki katika taifa hili ukakuwa mkubwa zaidi. Kwa tunachotegemea kutoka kwenu, tujue changamoto mnazozipata katika uendeshaji wa majukumu yenu, lakini mnategemea nini kutoka kwa serikali? Yaani katika utendaji wa majukumu yenu ni nini mnategemea serikali iweze kufanya ili kutengeneza mazingira bora kwa ajili ya nyiye kufanya kazi, kwa sababu tunaamini kwamba nyiye mnakuwa msaada mkubwa kwenye kutekeleza shughuli za serikali. Haja ya kuzungumza na ninyi wadau, tuwe na uelewa pamoja, twende pamoja, yani tutembee pamoja. Sisi tuna malengo ya kufikia hatua fulani, lakini na nyiye mna malengo fulani, kwa hiyo malengo yenu na malengo yetu yaende sawasawa.